Zaidi ya watu mia moja ikiwa ni pamoja na makumi ya watoto wameuawa katika mashambulizi dhidi ya shule ya chekechea nchini Sudan. Hii ni TriGen Media. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO limesema kuwa mashambulizi hayo yalifanyika hata wakati wazazi na walezi walipokuwa wakiwakimbiza majeruhi katika hospitali iliyo karibu. Kupitia ukurasa wake wa X zamani Twitter, Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema mashambulizi ya hivi punde ya Disemba 4 yalianza kwa mashambulizi katika shule ya chekechea katika jimbo la Kordufan kusini mwa nchi hiyo. Kwa masikitiko, wahudumu wa afya na watu wa huduma walishambuliwa walipojaribu kuwahamisha majeruhi kutoka shule ya chekechea kuwapeleka hospitali, alisema. Wizara ya mambo ya nje ya Sudan imelaani vikali mashambulizi ambayo ilisema yalifanywa na vikosi vya Rapid Support Forces kwa kutumia ndege zisizo na rubani. Taarifa ya WHO imesema silaha nzito zilitumika na watu 114 wakiwemo watoto 63 waliuawa na, na watu 35 kujeruhiwa. Msemaji wa WHO amesema idadi hiyo inajumuisha mashambulizi katika shule ya chekechea Wakati wa kuhamisha wagonjwa kwenda hospitali iliyo karibu, na mashambulizi katika kituo chenyewe. RSF bado haijasema lolote. Vituo vya afya nchini Sudan vimeshambuliwa mara kwa mara katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka miwili nchini humo. Hii ni TriGen Media.